kutokana na kutoa taarifa serikalini. Tunashukuru sana viongozi wa serikali pamoja na shirika la TAWA WMA kwa ushirikiano walioutoa mpaka leo hii kufanikiwa kumuua mnyama huyu hatari ambaye ni tembo. Kwa kweli tunasema asanteni sana wana WMA TAWA, pamoja na serikali yote ya wilaya ya Kiteto asanteni sana ndugu. Nashukuru sana tumeletewa misaada ya kufukuza tembo wanaotuharibia mashamba maana tembo hawa wamekuja kwa wingi sana, wanakula mahindi mbaazi, yaani hata kalanga. Kwa hiyo nashukuru sana wametuletea askari wengi ambao wanafukuza tembo. Afisa wa nyamapori wilaya ya Kiteto, Doris Gama, pamoja na wawakilishi wa TAWA kanda ya Kaskazini, anaelezea mafanikio ya oparesheni hiyo yaliyofanikiwa kuuawa kwa tembo huyo. Kumekuwa na changamoto ya wanyama wakali na waharibifu hususan tembo katika kata sita na vijiji takriban 20. Lakini kuanzia kipindi hiki mwezi wa pili, iliongezeka changamoto, tukapata ushirikiano kwa wenzetu wa TAWA, lakini pia tunashirikiana na WMA tunadhibiti katika mazao. Kwa siku za karibuni tumeweza kum... kupata mauaji ya tembo na tumeweza kuleo kumdhibiti tembo ambaye amefanya mauaji siku za karibuni hapa watu watatu waliweza kwa sasa tuko mkoa wa Manyara, wilaya ya Kiteto, kijiji cha Loltepes, kwa kazi ya kupambana na wanyama waharibifu hususani tembo. Kwa sasa tumeongezewa nguvu kazi kama vile ndege, nyuki, magari pamoja na askari. Tupo kijijini hapa wilaya ya Kiteto tangia tarehe 17 mwezi wa pili, na changamoto sasa hivi imepungua, lakini bado tumeweka kambi hapo. Mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedius Mwema akizungumza na wananchi amesema serikali itaendelea kuhakikisha inawalinda wananchi dhidi ya wanyama wakali. Sisi viongozi wenu wa serikali hatujalala usingizi, hakuna kiongozi yeyote ambaye anafurahia tembo kwenda kulisha kwa watu hata kidogo. Mwenyekiti wenu ni shahidi huyu. Hata juzi tumeagiza vile vyombo vya teknolojia zilikuja zile drones kufanya kazi hapa. Tumepima uwezo, tumeona tunahitaji nguvu kubwa. Juzi tumeongea na makao makuu TAWA, yanakuja timu nyingine maalumu hapa kupiga kambi kwa ajili ya kuongoza kusaidia hao tembo kuwaswaga, waweze kutoka ukanda huo wote. Lakini hata jana nimezungumza na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sendiga. Lakini nimezungumza na mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mbunge jana tumesaidiana naye sana kuzungumza na mheshimiwa naibu waziri wa maliasili. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.